Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya Acabo Kliniki. Naitwa Dr. Jimmy. Ana leo atafundisha tuta, au tutajua madhara ya kutofanya mapenzi uh, kwa muda uh, mrefu. Wengi wamekuwa wakituuliza ni madhara gani ambayo uh, utayapata endapo utakaa kwa muda mrefu bila kushiriki uh, tendo moja kwa moja hilo la ndoa. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kupata channel yetu, basi usahau subscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku, na kama kuna swali au kuna jambo ambalo limekuwa likikutesa likusumbua, basi tambua JW Sabu Clinic, tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia wewe kuondokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo faida za kufanya uh, mapenzi au faida ya kufanya tendo la ndoa mara nyingi tutaangalia tutawagusia wanafunzi, kama wewe ni mwanafunzi, kama wewe uko chini ya miaka kumi na nane haujapata familia, basi hizi faida hazikuhusu, hizi faida kwako zinageuka kuwa hasara. Kwa hiyo tutaongea na wale ambao wameshafikia, wameshafikia kwenye umri wa kufanya mapenzi au wapo kwenye ndoa moja kwa moja, ili waweze kupata hizi faida faida. Namba moja, maumivu ya kichwa huweza kuondoa. Kama hautafanya mapenzi kwa muda mrefu, madhara yake namba moja huwa yanapelekea maumivu ya kichwa. Mara nyingi yale maumivu ya kichwa yanakuwa hayaeleweki, mara mara leo naumwa, mara kesho, kesho kutwa. Kwa hiyo maumivu ya kichwa yanakuwepo ya muda mrefu. Kwa hiyo kama unapata maumivu ya kichwa, basi ni changamoto mojawapo. Lakini pia utapata maumivu ya kiuno Wengi wanapata maumivu ya kiuno, lakini pia ahili wengi wanajua, ndio maana mtu ikitokea na maumivu ya kiuno na mgongo utasikia labda mwa, labda mme wako hawezi akunyooshi, kwa hiyo na moja kwa moja inaondoa yale maumivu a, ni changamoto ambayo inapelekea maumivu a, ya kiuno. Lakini pia shinikizo la juu la damu, unapokuwa unafanya mapenzi ni mazoezi mojawapo, yaani kufanya mapenzi, basi ni mazoezi pia. Kwa hiyo ikitokea haufanyi mazoezi vizuri inaweza kusababisha ni shinikizo la juu ah, la damu. Kwa hiyo kwa hiyo inaweza, uki, uki, kama una changamoto ya ya ya pressure basi hakikisha pia unafanya haya mazoezi yatakusaidia. Lakini pia ah, kuota unafanya mapenzi na kuchafua mashuka mara nyingi, kama ufanyi tendo la ndoa, kuna namna ambavyo unaweza ukapata zile ndoto ambazo zinakuja za kwamba unafanya mapenzi na hivyo kukuta shuka umelichafua. Kwa hiyo ukakuta mtu amechafua shuka, basi jua kwamba ni madhara ya kutofanya mapenzi kwa muda mrefu. Lakini pia huwa na hasira na kugombana na majirani, sawa. Mara nyingi huyu mtu huwa anakuwa na hasira mara nyingi, yani huwa anakaa kiubabe, ubabe. Ni kwa nini? Kwa sababu tendo la ndoa mara nyingi huwa linatuliza, huwa linatuliza zile hasira. Lakini pia hizi faida ni kwa upande wa mwanamke, ni madhara kwa upande wa mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo kama ufanyi nakuta mtu ana hasira hasira mara nyingi anahitaji ugomvi, basi jua mara nyingi hii hey, ni madhara pia yanayotokea. Lakini uh, kuwapigia kelele wateja kila siku kwa wale wafanyabiashara, basi unakuta kelele zinakuwa nyingi sana, nyingi sana, lakini pia kuomba kupunguziwa bei, hata kama ni shilingi mia tu. Kwa hiyo mara nyingi hawa watu unakuta kuna namna psychologically wanakuwa affected uh, na, na, na na ile hali kwa hiyo lakini pia kukasirika mara kwa mara kila wanapoona watu wanaopendana. Kwa hiyo mara nyingi unakuta mtu anakasirika mara kwa mara. Kwa hiyo ukigundua mwenza wako afanye mapenzi mara kwa mara, basi jua anachukia anapokuona na, na, na, na mwenza wako. Lakini pia huwa wanapiga kelele sana kwenye magari kwa kondakta, unakuta mtu anashauti, unakuta mwanamke anashauti kama vile mwanamume. Sasa ukiona hivyo, jua kuna sehemu kuna shida. Lakini pia kuwa na ngozi kavu, kuwa na ngozi kavu. Mara nyingi hawa watu nakuta ngozi yake roro, ngozi, uh, inakuwa sio uh, nyororo, ngozi inakuwa kavu. Lakini pia faida nyingine uh, anaweza kufa mapema kwa sababu ya uh, ile stress, anakuwa na stress mara nyingi. Saa ukiwa na stress inaweza kupelekea wewe, uh, inaweza kupelekea wewe kuweza kuondoka uh, mapema lakini pia madhara mengine ya kutofanya mapenzi tunasema, uh, ni mgongo kuuma. Mara nyingi wapo watu ambao wanapitia changamoto ya mgongo kuuma. Kwa hiyo kama una changamoto ya mgongo kuuma anaoshiriki mapenzi, basi jua hayo ni madhara ambayo unayapata kutokana na kutofanya au kutoshiriki uh, tendo la ndoa. Kwa hiyo hayo ni madhara ya kutofanya mapenzi kwa upande wa mwanamke na mwanaume. Lakini pia madhara mengine ambayo yapo hapa kama unafanya mapenzi na ufiki kileleni kwa upande wa mwanamke na mwanaume basi pia una madhara pia, ni kama vile haujafanya mapenzi. Bahati nzuri, kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea faida za kufika kileleni na madhara ya kutofika kileleni. Kwa hiyo hakikisha unamfikisha kileleni mwenza wako, kama una changamoto yoyote ambayo inakufanya usifikie kileleni, kwa upande wa mwanamke na mwanaume. Mara nyingi hili tunajua kwamba ni upande wa mwanamke, mwanaume kutofika kileleni lakini pia wapo na wanawake hawajawahi kufika kileleni, hawajawahi kufika kwenye kwenye kwenye hatua ya mwisho tunasema aliyefika kwenye climax. Kwa hiyo atuambie hapo chini, je, ni madhara gani ambayo umeyapata kutokana na kutofanya mapenzi kwa muda mrefu? Kama ni mara ya kwanza, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku, na kama kuna swali una jambo lolote unahitaji kushare na sisi, basi JW Sabu Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Karibu.